Lakini sikiliza, mi bado naona masalau tu, mi siwezi kuwa nawee dakika za mwisho na e. Kwa ukamu ninamwelewa kinomanoma, kidogo mambo unajua kinoma noma. Afu namrispekti kinomanoma, afu apo mwenye shemeji yangu, afu apo mwenyeweda sista yake, unajua aukam, bwanaize hapoi, hmm. We naye unakuwa kama mtoto mdogo jamani, shenzo au sio? Unaotaka vipi hmm? Ndio, mimi ndo ninapopenda hivyo. Choma ndani basi, tutaka utaka Madina, kwa nini umeshindwa kufika nyumbani ukaniita hapa? Sio lazima kila siku nifike nyumbani, alafu nimepita maeneo haya, nimependa mazingira yake, ndio maana nikaamua nikuite hapa. Sawa, unaweza kuniambia umenitia nini? Ah, samani kama nitakuwa nakukosea Yani, huwezi amini ya tangu siku ya kwanza nakutana na wewe kiukweli, nilivutia sana. Kwanza wewe ni mwanaume ambaye una huruma, unasaidia watu. Sikutegemea kama naweza nikakutana na wewe katika maisha yangu. Acha tu niwe mwazi. Nakupenda ah. Unaonaje mambo kama haya? Weo naogopa Kidogo Mambo ah, namuogopa. Utakuja kukosa vitu vizuri mm. Kidogo Mambo ni mpenzi wangu, lakini kwaikito yangu awezi kuigilia. Yani mi ikuwa na shangaa ko na muogopa? si Kidogo Mambo si hatani eh, unakosa vitu vizuri kama hivi. Ila ah, mdogo wangu alikuwa anasema ukweli. Ah, kaka uko vizuri sasa nimeenjoy sana. Sasa si unajua leo bado kijana. Kwa hiyo, damba linachemka. Afu na hapo tu, umenikuta sijala dawa. Lakini ningekulia dawa. Mbona <laughs> Kiingereza? Haya, <laughs> kama hapa ndo hivyo ujala dawa. Na ndo maana siku ile mdogo wangu limlia dawa. Ndo maana katoka mbio nakwambia <laughs> Wee kijana, una hatari. Madina, hivi umekifikiria nachokisema, au tumeamua kuja kuniambia hivyo tu bila kufikiria? Kwani una <laughs> hmm. mahusiano kwan, hmm. kiukweli kabisa, mi ninayo mahusiano, niko na mtu lakini ni mtu ambaye sina future naye zozote, ila niko naye tu katika mahusiano sawa. Asante kwa kunisikiliza ah, pia naomba samahani kwa sababu mimi ni mwanamke, na kwa kawaida mwanamke kumtamkia hisia zake mwanaume kidogo inakuwa ni ngumu, ila naomba samahani sana. Madina, hilo ni jambo la kawaida tu, kuwa na amani wala usijali katika hilo. Sawa, natumaini majibu atakuwa mazuri. Basa. Sawa, mimi naomba nikuache nirudi nyumbani nikafikirie, nikafikilie and then nitakupa majibu. Haya, asante. Nani? Mimi Kidogo Mambo.

Pange. Freshi. Alafu, mbona umechelewa kufungua mlango wakati wa saa kaida yako? Ah, ah. Nilikuwa najiandaa, ndio najua kuna mahali nataka niingie hapo nje. Unataka kwenda wapi? Kuna sehemu tu naenda kwa mitikasi yangu. Basi, mimi nimekuja nataka niingie huko ndani. Ah. Sasa kwa leo ukamu, mimi si nimekwambia niko najiandaa, kuna sehemu nataka niende. Kusikiliza kama vipi ile mishale ibuka baadaye, unakuwa tenta. Yaani wewe unavopenda, leo unakuoneka kipingamizi kweli, jamani. Ah, sasa ndio hivyo mama mtu, mimi nakwambia kuna deal naenda kulifanya huko la hela. Kodi kaza mushu wote kusema tuendekeze mapenzi hapa, mimi nitakosa chiga, nitakosa bangi, nitakosa mazingira yangu ya kula. Haya, basi sawa, baridi kwa. Alafu, mbona mlango haufungi unauegesha tu? Ah, sasa unajua nini hapa kimazingira, si unamjua ule mchiziboti wangu ule msela wangu nampata mm. E, kwa kimazingira midamida ndio anakuja wademu wake, ko ndo kanipanga hapa, nimwomba migoli sifunge, unaelewa? Hai, sawa, nimekuelewa aridi, tuingie hivi basi. Poa, twende. lishia kwamba mimi ni nani sasa. Basi sitaki mazoea na wewe. Sehemu yoyote utakayoniona, fanya kama hatujuani na hujawahi kuniona katika maisha. Nadhani umenielewa. Unajua vipi, unajua dada yangu, nimeota ndoto mbaya sana afu ya vitisho. Unajua ile mwanamke kanitokea tena afu ustoshe, kaongea maneno mengi sana ya vitisho, kaniambia, ukaniambia mayatuikutana nisimshuukee. Okay, tusijuane mo Anashindwa ah, kuelewa tatizo nini? Tatizo lako, mdogo wangu, bado unamwaza sana yule mwanamke afu na bado unampenda. Lakini dada, misizanikaani mawazo ile ndoto ina ukweli ndani yake. Hiyo ni ndoto tu, hata mimi dada yako unaweza ukaniota nimebadilika nyoka, nimekuwa kuku. Kwa hiyo ni ndoto tu mdogo wangu.

Habari yako? Safi. Mambo? Mbona Bwa, umekuja stairi kama hiyo leo Mselemu? kwanzia leo mi naomba mi na wewe basi, sijui unanielewa. Yaani sikuelewi yani, maana maanako ni nini? Ni kitu gani ambacho hapo hauelewi? mimi na wewe mwisho leo. Fanya mambo yako, nami nifanye mambo yangu. Sikuhitaji tena kwenye maisha yangu. Oya marume.

ila jana kubababaki jana mwanangu, nimekosa mshindo kinoma. mimi na mwanangu naliu malota au vipi? ile twende twende twende twende twende nao au vipi? tuhoakshika nikaambia mwanangu malota twenzetu kaliwajombe twende twende twende twende twende, uyo anaenda kuvuta hivi mwanangu, leko basi, akafanya hivi mkono, mwanangu, ila sio kama alituzumwa kutuzumwa kutuona nini, mwanangu, ilikuwa bahati mbaya mwanangu, najua nini, bladi hizo zomish za kupola bangi bangi hizi mwanangu j kama kuna mahali mimi nimekosea jaribu kuniambia, Mselemu, umekosea sehemu fulani. So no, sio sikutaki wewe, haujakosea kitu, ila mimi sikuhitaji tena. Please usinifanyie hivyo, shida ni mimi, nimesha kuchoka. Naomba ufanye mambo yako kwa e. Niliamini nikiwa na wewe karibu, basi mema mengi yatanisogerea na kuamini. Please usije ukaniadhibu kwa maana wewe ndio nayekuangalia. Asante.

umekuja umenikuta kwenye ishu, nimekufundisha mitikasi yote, lakini bado mshamba mdogo wangu. Oya, katika siku ambayo umeleta ushamba ni leo kanisani. Oya, unamjua sana Mungu au sio? Sikiliza, za lawizo staki kuzisikia. Nimekufundisha kazi, piga kazi, najua ni mwanangu Sio kila mtu anaingia katika hizi kazi basi anapenda yote, inatokana na mazingira nyumbani. Unajikuta mtu anajiingiza katika hizi mishe, lakini pale apo unapata nafasi ya kutoka, unajirekebisha tu mwanao. Ile kama unaendelea endelea nayo. Unachokifanya sio kizuri. Kivipi kwani we uone? Umekuja duniani kuunga mahusiano ya binadamu halafu pia hapo hapo unadhurumu mahusiano ya watu kwao. Unafanya hivyo kumbuka, binadamu akija kutambua kama wewe ni jini hatuko salama. Hivyo jaribu kunisikiliza mimi basi, au sio?

kama ushakinda mwanangu, dem acha naye tamaa. Mdogo wetu sikiliza, ni pale, nishaonja nishaonja laza, nishaonja laza, supu ya pweza, kwa kuwacha siwezi hata siku moja. Kinda ponda, kinda ponda, kilo mbaya, si unajua? Yaani na kinda na ponda, kidogo mambo na kinda, sistaki na kinda snajuazili jijilichali sikiliza, nikwambie mi nina nia njema sana na huyu kijana sawa. Na nimefanya hivi kwa sababu nampenda. Kwanza ni kijana ambaye ana huruma, ana utu, amenisaidia kwaho. Nimeona ni bora mimi niwe naye ili nitimize lengo langu la kuja hapa duniani. Unachofanya sio kizuri dada. Hebu acha kunisikiliza. Mara kwanza nilikufuata dada, rudi nyumbani. Sikiza, nikwambie mimi, siwezi kurudi nyumbani tena. Ukaambie mimi sitorudi nyumbani mpaka nitimize lile lengo nilolifuata hapa. Nia yangu ni kuzaa na binadamu na kupata mtoto mwenye damu ya kibinadamu na kijini. Kwa hiyo sasa siwezi kurudi nyumbani kamwe mpaka nitakaposhindwa ama nitakapofanikiwa mpango wangu. Sawa, kama unaona maamuzi wako ni sahihi, sawa. Ila yangu ni hayo tu, jaribu kunielewa. Utapata matatizo. Kwa heri kaka. Unaharibu yule Kidogo Mambo, ni dada yake na Kidogo Mambo sitaki, mimi kaja fresh umekinda, lakini kumbuka bado na Kidogo Mambo aya, kile kujua na kuaja, una malengo naye. Sikiliza mjomba, mimi Kidogo Mambo sina malengo naye okay. Yote haya sijamuoa, si najua kode kaza mwisho, hata kama nani yake, hata kama utamu binti kubwa yake nampa. Anataka utamu, mimi nampa, si unaelewa zile Sema nini hiyo mtikasi? Achana na achana nayo, kimazingira tuangalia sasa hivi tunaishi vipi? Time meshaa kwenda, bangi atujavuta hatuna tashimia hapa. Mimi kusema kweli, kwa sasa hivi masuala ya bangi, wizi, hako nitoka zangu hapa na mtaani nikikuna nitakula, amna nitalala, ama masuala ya wizi nini mwangu, sasa hivi usinihusishe O, simtoto umekuja hapo unaongea maneno yako. Mimi nimekusikiliza tu, unakuja hapo, Mselemu tuachane mi nawe basi. Sasa hivi unakuja baby, eti baby, usiniguse. sanakgig ni kitu nichokielewa, mi ni mtoto sasa eh. Sasa mbona sikuelewi jamani mpenzi wangu? Mimi ndo nimefika hapa sasa hivi jamani. Hivi ni kipi usichokielewa? Umetoka hapo umeniambia, unaniambia Mselemu tu achane sikutaki. Tena wewe ndo ukonitamkia hii maneno mabaya. Baby, so mimi usiniguse, usiniguse. Nielewe basi mpenzi wangu. Mimi ndo kwanza nimefika sasa hivi jamani. Jini, nisikilize. Mimi sio mdhaifu kama unavyonifikiria. Na akili zangu timamu, na sio kwamba eti ninachokiona labda sikitambui. Jini, nimechoka na nimekuchoka kama ulivyotaka nikuchoke, ondoka.